Gwaride la vikosi vya usalama lililojumuisha wanajeshi, maafisa wa polisi na idara mbalimbali za usalama liliwasilisha onyesho la nidhamu, umahiri na uzalendo wa hali ya juu, likiwa ni ishara ya udhabiti wa taifa katika kulinda amani na uhuru wa Kenya, wakiongozwa na mkuu wa Gwaride Luteni Kanali Peter Obare ivisheni ya kwanza jeshi letu la wanahewa iko chini yake Meja Mark Asakania Muliro. Afisa aliyetwikwa jukumu la kuibeba bendera iliyo fahari ya kikosi ni Luteni Mwaura Kimani. Parade RSM Warrant Officer One Jimi Mudhoka. Jeshi letu la wanahewa iko chini yake Captain Francis Opondo. Kikundi cha tatu jeshi letu la nchikavu kikosi cha 17 kiko chini yake Meja Joseph Kamaret. Wananchi waliohudhuria sherehe walifurahishwa na nidhamu na ushirikiano ulioonyeshwa na vikosi vyote vya ulinzi na usalama. Maadhimisho ya siku ya mashujaa ni kumbukumbu muhimu katika kalenda ya taifa, yakikumbusha vizazi vya sasa na vijavyo kuhusu mashujaa waliojitolea kwa ajili ya Kenya yenye amani, umoja na maendeleo. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Joy Mwanzo.